Hello guys, mambo vipi, karibuni katika chaneli ya Jack the Dev, na siku ya leo tutakwenda kutazama mada moja muhimu sana. Nimekutana na maswali mengi sana kuhusiana na mfumo mpya wa usajili wa magari au vyombo vya moto pamoja na leseni za udereva ambao huu mfumo TRA kwenda kuzindua ndani ya miezi michache iliyopita, lakini maswali yamekuwa ni mengi: ni namna gani ya kutumia mfumo huo? Mfumo huo unapatikana wapi? Mfumo huo unatumikaje? na imechukua kiasi kwamba watu wengi wanashindwa na kuona kama mfumo ni changamoto kutumia. Lakini mimi naweza kukuambia mfumo ni rahisi, na mfumo umekwenda kurahisisha huduma na upatikanaji za wa huduma za usajili wa magari pamoja na leseni za udereva, ambapo mteja wewe ambaye ni unahitaji huduma unaingia kwenye mfumo na unaomba chochote unachokihitaji kuhusiana na, na usajili wa vyombo vya moto au leseni za udereva. Kwa hiyo, katika video hii nitakwenda kukuelekeza na kukuonyesha mfumo unaupataje, unatumiaje na, na una vitu gani humo humo ndani. Kwa hiyo, karibu na chaneli hii ili usiweze kupitwa na video hii nzuri ambayo nimekuandalia siku ya leo. Kwa hiyo, kama unavyo unavyoona hapa sasa, mbele yako ni website ya TRA ambayo unaipata kwenye browser yako. Mfano, kama niko Google hapa, nimeandika TRA. Ukiandika TRA, link ya kwanza itakayokuja ni, ni, ni hii ya website ya, ya Mamlaka ya Mapato Tanzania Utakwenda kukliki hapo na mfumo utafungua na website hii itafunguka kama unavyoona hapa. Hii ni website ya TRA na ina vitu vingi, lakini ambacho tuko interested siku ya leo ni kufahamu huu mfumo wa sajili wa vyombo vya moto pamoja na leseni za udereva, ukoje, unapatikana vipi? Kwa hiyo ukifika kwenye website ya TRA hapa, unaweza kuja hapa kwenye e-service. Ukigusa e-service au ukascroll hapa chini kwenye hizi e-service ambazo zimekuwa listed hapa. Kama unavyoona kuna e-service mbalimbali ambazo zinapatikana mitandaoni kwenye website ya Mamlaka ya Mapato. Lakini sisi interested yetu ni kujua mfumo wa magari. Kwa hiyo huu mfumo unaupataje sasa? Mfumo huu unaupata kupitia hapa palipoandikwa taxpayer portal. Yaani, hii ni account ya mlipa kodi. Mtu yeyote mwenye TIN anakuwa na access ya kuingia kwenye hii taxpayer portal na hatimaye taxpayer portal hiyo itakwenda kufunguka kama unavyoiona hapa, kwamba manage your tax affairs online. Kwa hiyo huduma zote za TRA zinazomuhusu mteja zinapatikana hapa kwenye taxpayer portal. Sasa hii taxpayer portal unaingiaje ndani? Kama unavyofahamu mfumo wote ule unakuwa na, na username pamoja na password. Username ya taxpayer portal ni ile TIN yako ambayo unayo, sawa na, na password sasa ni yote ni, ni, ni yote yako inakuwa imetengenezewa password. Kwa hiyo maswali mengi yanakuwa kwa sababu password unakuta mtu hafahamu password yake ni, ni, ni ipi. Okay. Hii si, si shida sana kwa sababu kuna namna ya kuweza ku-activate account yako na kupata hiyo password ili uweze kuingia kwenye nini? Kwenye taxpayer portal. Kwa, kwa yule mtu ambaye ana password sasa ya hiyo TIN yake, yeye anatakiwa kuja moja kwa moja kwenye kugusa hii button ya, ya login hapa kama unavyoona. Sawa? Lakini kwa yule mtu ambaye hana password sasa, unatakiwa kugusa hii button iliyoandikwa kwa kuna scenario tofauti tofauti za kuactivate taxpayer portal. Sasa leo kwanza, mfano tukizungumza kwa individual registration, yani mtu binafsi, sio kampuni, mtu binafsi kuna yule ambaye ana namba za NIDA, sawa. Sasa inategemea tini yako hiyo, ina namba za NIDA, ni rahisi. Kipindi unataka tu kuangalia kwamba wakati una, una tini yako, je, kipi kilianza? Ulikuwa kwanza na namba za NIDA ukapata tini, au ulikuwa na tini kwanza ndio ukapata namba za NIDA? Watu wengi ambao walikuwa na tini za zamani unakuta hazina namba za NIDA na hakuwahi kwenda tena TRA kuhusu taarifa zake unakuta hana tini yake ile haina namba za NIDA. Sasa wewe, hii option ha, haitokuhusu. Kuna hawa ambao sasa wana usauti national identification number, anataka kuomba tini ambayo haina namba za NIDA. Sasa hii ni kwa yule ambaye anataka kuomba tini sasa hivi, lakini hana namba za NIDA, atakuja kwenye hii option. Lakini yule anayetaka kuomba tini ana namba za NIDA, atakuja kwenye option ya kwanza. Sasa hii option ya tatu ndio itakayokuhusu wewe ambaye una tini ya zamani ambayo haina namba za NIDA. Utakuja hapa kwamba with existing tini registered without tini, yani nina tini tayari lakini hii tini yangu haina namba za NIDA. Kwa hiyo utakachotaka kufanya ni kugusa hii option ya tatu. Ukigusa hapa, unataka kuandika tini yako, kama unavyoona hapa tini yangu nimeweka hapo na nikapata, huu itaniambia kwamba please confirm your mobile number. Kwa hiyo inategemea na kesi yako. Unaweza kuweka tini yako hapo ukaambia kwamba tayari tini yako ina account. Kwa hiyo tuka forget password pale ui, ili uweze kuendelea. Kuna watu ambao tini zao tayari walisha activate ila hajui. Kwa hiyo anaweza kaja kwenye hii window, lakini ukifika hapo, ujumbe unaweza kuwa tofauti. Ukaambia kwamba tayari una account. Nenda tu ka forget password. Kwa hiyo tutakwenda kuona hiyo option pia. Kwa kama hii ndo tini yako na, na, na, na, na, na namba yako ya simu iliyosajiliwa na hiyo tini ni hii utaambiwa tu kwamba useme ni correct. Baada ya hapo isa nde kitambulisho mpiga kura au, kita au passport au barua kutoka local government au Zanzibar ID. Kwa hiyo utatumia kichote ambacho unacho kati ya hivi. Kwa leseni, ni na, ni na driving license baada ya hapo utatakiwa kuandika namba yake hapa driving license, alafu hapo utaweka ile ya attachment yako ambayo ni PDF. Na ukishafanya hivyo utagusa button ya, ya submit. Ukisubmit nini kinatokea? Ukisubmit kitakachotokea, kuna namba utapewa, sawa, kama namba ya maombi ya ya kuactivate hiyo account yako. Kwa hiyo utakachotakiwa kufanya ni kwenda ofisi ya TRA ambayo TIN yako ipo, yani mkoa wako wa kodi ni wapi, na ukenda na hiyo namba una unawaambia una, una na maombi yangu amekuja huku unahitaji kuwa approved hii ili uweze ku activate taxpayer portal. Then baada ya hapo ata activate taxpayer portal na utapata message kwenye namba yako ya simu ya password za kuanzia. Kwa hiyo let's say kama tumeshafanya hiyo process na imefanikiwa, turudi sasa hapa kwenye, kwenye, kwenye hii homepage. Hiyo ni scenario ya kwanza. Scenario ya pili ni yule mtu tayari ambaye ana haji, haji, namba za NIDA TIN yake na namba za NIDA, lakini unakuta labda hajui ni kama ina namba za NIDA au haina. Anakuja kuandika namba zake za NIDA hapa zeni utaandika na namba yako ya simu hapa. Baada ya hapo, utagusa hii button ya, ya submit. Gusa button ya submit, unaona kabisa kwamba the user is already existing please use your TIN hapo to log in au forgot password, tupata nini password mpya. Kwa hiyo tayari TIN yako inajua kwamba hii namba ya NIDA inajua kwamba imesajiliwa, imeuishwa na hiyo TIN ya mtu ambaye yupo anatambulika na mamlaka ya mapato. Kwa hiyo hii window itakuwa hautumii hapo. Kwa hiyo utakachotaka kufanya ni kuja hapa homepage na kugusa hii login sasa. Kwa hiyo tuashumu sasa tuna tini yetu lakini sasa hatu tumesahau password. Unakuja ugusa forgot password na itakwenda kukutumia OTP kwenye hiyo namba yako ya simu. Sawa, kwa hiyo ukigusa forgot password hapa ita itakuomba tini yako then utasubmit. Ukisubmit, nini kinatokea ni wanakutumia OTP, ah, kwenye namba yako ya simu ambayo imesajiliwa na hiyo tini. Kwa hiyo ukipata huo ujumbe mfupi, unatakiwa kuandika hizo namba hapa then utatengeneza password yako mpya, alafu utagusa hii kwa ajili ya kupata hizo nini badilisha password zako. Lakini kama hujapokea hizo message meseji, TRA huwa anatuma message pia kwenye njia ya email. Kwa kama team yako ilikuwa ina email umewekewa, unaweza kaingia kwenye email kukutana na na hiyo yu jumbe fupi ya ya ya OTP ambazo umekuwa umetumiwa. Kama kwa njia zote hujapata, basi namba yako ya simu inaweza ikawa sio sahihi ota takupeleka kwenye kwenye huo mfumo mpya wa usajili wa vyombo vya moto pamoja na leseni za, za udereva. Kwa hiyo sasa, kama unavyoona hapo, mfumo unafunguka.